Wewe kama ujaalikwa, ni wewe an laini. Sisi vijuku vya mtume tumeandikwa na ndugu zetu wa Kristo, ka sehemu anasema waih ikihda balaai, yaani anakupa chakula awak, ndugu wako mpende ni siku kuu ya sherehe za Krismasi, ni msimu huo wa sherehe za Krismasi. Kwa hiyo uh, wengi kwa hakika kote duniani wanajihusisha na mambo mawili matatu kuhusiana na siku hii, na kubwa zaidi ni Wakristo wengi wao, ambao wanaamini kwamba ni siku ya kusherekea kuzaliwa kwa uh, Yesu Kristo ambayo ni mtume. Uh, lakini kuna wale ambao pia vilevile ambao ni wa dini ya Kristo ambao pia wanaamini sio siku sahihi ya kusherekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwa maana tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili na ni siku ambapo mfungwa aliachiwa kutoka gerezani kwa mujibu wa maandiko. Lakini kubwa zaidi ni kutokana na upande wa pili, kwa maana ama niseme kwa maimamu wengine pia wana mitazamo yao, unaona kwamba yupo mmoja nchini Tanzania alitoa kauli kwamba ni marufuku muislamu kupokea ubwabwa wa Krismasi, kwamba ni tukio la kiharamu, ni tukio haramu, unaona, haupaswi kushiriki eh? Maanake ni kitu ambacho hakikubaliki. Kwa hiyo imezua mjadala mrefu sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii mashehe Krismasi haramu muislamu kusherekea, Idi halali Mkristo kusherekea. How come? Vipi sasa, kivipi? Mkristo, siku ya Idi, umuite aje? Kwa kukuheshimu, haji kula vyakula, anaitikia wito kwa kukuheshimu siku ya Krismasi anakuite nakuwa. Haramu muislamu kusherekea Krismasi haramu, mwislamu kusherekea noeli haramu. Sasa hizo haramu zinakuja kwao tu, kwetu sisi hawezi kuwa, kwa haramu kwao na wenyewe eh? Jamani, haukambone vitu viko kama vinataka kutuchonganisha. Haramu zingine mzipunguze, bila hata aibu. Na mumisikiti mnatangaza kabisa, muislamu kusherekea noeli haramu, ila siku ya Idi, tunataka tuwaite

Nona kwamba tafsiri ni tofauti kwa jinsi inavyochukuliwa na wale ambao wanaamini siku ya Krismasi. Kuna wale ambao hawaamini siku yenyewe. Kila mmoja anakuja na mitazamo yake, wa pili pia yupo sasa. Eh, ukitaka kuona kwamba kuna imani na tafsiri ya imani tofauti, Alhamisi Disemba tarehe ishii na tano mwaka elf s tano ayaoa huyu ni kiongozi mkuu wa kiroho wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika ukurasa wake wa mtandao wa X ameandika hivi Yesu Kristo ni namnukuu, alikuja kumwokoa mwanadamu dhidi ya ujinga na dhulma na kumwongoza kwenye mwanga wa ufahamu, haki na uchaji Mungu. Kamwe hajawahi kupumzika katika mapambano yake dhidi ya uovu na kuelekea wema. Unaona, hili ni somo kwa Wakristo na Waislamu kuamini katika utume wake. ni huyu ni kiongozi huyu wa kiongozi mkuu wa uh, kiroho wa jamhuri ya kiislamu ya Iran, lakini hapa hajazungumzia kuhusu mambo na ubwabwa. Unaona, lakini amezungumzia umuhimu wa uh, uwepo wa kusoma na kufuatilia mafundisho maandiko ya Yesu Kristu. Kwa hiyo masala ya kusherekea pale hajagusa haya. Kuna hapa pia imamu wa amani duniani, ambaye amewatakia wa Kristu Christmas njema. Unaona sasa, huyu <laughs> sasa sasaa amesema kwa lugha kimombo: May this festive season bring peace, joy, happiness, goodwill and cherish time with the loved ones along with moments of reflection and togetherness. Unaona huyu anaitwa Imam Muhammad Tawhidi, eh? Ambaye ni imamu wa amani duniani. Unaona ameshasema haya yote. Kwa hiyo kila mmoja anakuja na mitazamo yake, na katika hili cha msingi Aa, ni watu kumwamini Mwenyezi Mungu. Ikija mambo na dini, kila moja na mkondo wake wa maisha na imani yake na tafsiri zake. Hata ndani ya Ukristo wenyewe, yani kuna madhehebu nyingi na wote wanashika Biblia moja. Ukija katika Uislamu, Qurani ile moja lakini tafsiri ya mambo pia ni kibao, kila moja na imani yake. Hivi sasa, iwapo kwa vitu vile hautaishi na mtu kwa sababu unamwona si kuwa wa dini lako ama resi yako una maana gani? Hewa mnaopumua ni moja hiyo amepewa Mwenyezi Mungu. Kama ni barabarani, barabara ni hiyo moja mnatumia. Kama ni anga, anga ni hiyo moja itabidi sasa mmoja eh, katika makundi haya aondoshwe kabisa pote, mbaki nyie tu. Unaona, kama ni Wakristo wabaki tu Wakristo, kama ni Waislamu wabaki tu wa... na bado hata ukibaki hivyo hivyo tu kwamba ni mubudhi ama si Mkristo mebaki piwa, bado kutakuwepo na kutokuelewana makundi madogo madogo, kila moja na mitazamo yake. Kwa hiyo dini ni siasa, lakini cha mno ni imani kwa Mungu, cha mno ni kumwamini Mwenyezi Mungu, maanake dini huo inachukua mikondo ya siasa na hisia. Hapa hebu tumsikize bwana, kwa maana alija ana mitazamo yake kuhusiana na uh, shekhe huyu ambaye alisema kula ubwabwa ni haramu <laughs> hebu tumsikilize kidogo. Salamu alaikum ndugu zangu, Waislam, nimeona klipu moja ya mwalimu mmoja hivi na ndevu zake kati ya bleach pale, basi kakaa, anaongea upumbavu tu. Sio shehe, ndio nasamia, kuna mashehe. Sio wapi, yule bwana si anasema hivi, Muislamu ukiletewa chakula kutoka kwa Mkristo, chakula kile yani kimepikwa labda kwa sherehe fulani kwa mfano labda ya Krismasi au labda ya Pasaka. Twende hizi sherehe hizi mbili, chakula kile mwislamu usipokee ukala, kwa sababu ukipokea ukila na we katika ile sherehe ile, na wewe utakuwa umehusika. Maana kama kuna madhambi na wewe utapata. E bwana, sio kweli ushehe, matako yake, muongo. Hakuna kabisa habari hizo, hakuna Sawa bwana, hakuna. Na kama kuna aya basi mtuletee. Mungu kasema hayo maneno, si ndio bwana? jirani yako ndiyo ndugu yako, na usipomtendea ya wema jirani yako, pepo ya Mwenyezi Mungu huipati. Sawa bwana. Sasa mimi, jirani yangu wa kulia Mkristo, jirani yangu wa kushoto mimi Mkristo wa mbele ya nyumba yangu Mkristo, wa nyuma ya nyumba yangu Mkristo, na mimi ninaambiwa nisipowatendea wema majirani zangu pepo ya Mwenyezi Mungu hata harufu sisiki. Inakuwaje? Leo hawa wana jambo lao, wapike chakula waniletee nikatae. Itakuwa nimewatendea haki? Ile swala sio kweli bwana. Haya mambo kwenye Uislamu hayapo. Mnapandikizana tu kwa chuki tu basi, roho mbaya. Hakuna kitu kingine. Sawa bwana. Hebu twende katika haya mambo nitayataja mambo matatu tuyafikirie haya kwenye Uislamu ambayo ni makubwa zaidi kuliko hata hicho chakula anachokuletea jirani yako Mkristo kwa sababu eti ya Krismasi au Pasaka. Mtume sallam katika vita alivyopigana, kuna vita alitaka kwenda kupigana, lakini silaha zake zikawa chache, akaenda kuomba msaada kwa kafiri amwazime silaha, akapigane na yule kafiri. Akatoa silaha akamwazima mtume wa sallam mtume wa sallam akaenda akapigana vile vita na makafiri akashinda akarudisha zile silaha za yule bwana alizozichukua, hmm? amanallah hiyo halafu, na zile ngawira alizozipata akamgaia yule sahaba wa mtume wa Mungu. Huyo kenda kwa nani? Kwa kafiri. Hiyo moja. Ya pili sasa, hii papa huyu huyu, sasa hivi huyu alikwenda Uturuki akakaribishwa msikitini siku ya Ijumaa, kavua viatu kaingia msikitini na wafuasi wake wamevaa misalaba. Kila msalaba mmoja kwa kusimama hivi una nchi sita, kwa kulala hivi kile kichoro kile nchi nne. Wameingia na misalaba yao. Je, yeah hili kwenye Uislamu vipi? Vipi hili pale Uturuki? Palikuwa hakuna mashehi ila wakuliona muona tatizo hilo? sisi Waislamu tuna sherehe zetu za sikukuu zetu eh, tunazo idi mbili au vipi bwana? Je, sisi tunapika chakula tusiwapelekee majirani zetu? Kwa sababu Wakristo, na wao wakila kile chakula, je watapata dhambi watapata sawabu? Naona, naona mchezo huo. Sisi Waislamu tukiwapelekea wao sawa, kwa sababu sikukuu zetu sisi ndio sawa, lakini wao wakituletea sisi sikukuu zao Sio sawa, tunapata zambi. Ndugu zangu Waislamu, mambo haya hakuna. Huyu shehe na blichi zake na matako yake sio shehe. Wa wapi huyu? Mjinga mkubwa huu. Tena mkipata clip mtumieni, mwambie bwana, kuna mtu huyu hapa anakukaidi, anakuambia wewe muongo. Hakuna habari kama hizo, hakuna habari kama hizo. Roho mbaya tu, roho mbaya na kutaka kuingiza chuki kwa Waislamu na Wakristo tu, hakuna jambo jingine. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kristo, muislamu umepika chakula chako, jirani yako, una sherehe yako, umefanya shughuli yako sijui ya Krismasi ama mwaka mpya, kampelekee. Na we Muislamu, ukileta na jirani yako chakula, usikatae, hakuna zambi hapo, hakuna zambi hapo, hiyo Hak, zambi haiko. Hakuna mtu atakayebeba zambi ya mtu mwingine. Wewe umeletewa chakula risk, Uta ki... Uta yani utakipokea kwa kimwaje, yani usile? Utakipokea kwa sababu utaona, utaona haiwezekani jirani yako kaletea chakula, utakipokea. E, kwa kuona haya alafu utakichukua tuenda kumwaga. Unataka ugomvi na Mungu? Ndugu zangu Waislamu, mkiletewa chakula na jirani yako Mkristo, sijui ana sherehe yake, chukua chakula, kula, tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Umeshiba, kunywa na maji, shukuru na wewe. kuna sherehe za sikukuu za dini, pika chakula, kampe jirani yako Mkristo, naye atashukuru. unavyojua wewe mwenyewe Bwana Mungu mmoja, tusidanganyane hapa. ya ni mitazamo lakini tupo duniani kwa ajili ya kuishi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tutaondoka na hatutaungana na dini eh, yoyote kule, aa, baada ya dunia, lakini tutakuwa naye aliye mkuu zaidi ya mfalme Suleimani, muumba mbingu, nchi, bahari na vyote vilivyomo, kwa maana Mungu mwenyewe. Elekeza imani yako kwa muumba.